Kabla hujaanza biashara subiri kidogo. Hizi ndizo siri tatu ambazo hakuna mtu anakwambia. Ya kwanza, usiweke kiburi kwenye biashara. Watu wengi wanataka kuonekana boss haraka, lakini boss wa kweli ni yule anayejua kubeba boksi, kujibu simu ya mteja, na kusafisha duka lake mwenyewe. Ya pili, sio kila siku itakuwa nzuri, lakini kila siku lazima usonge Wakati mwingine utauza kidogo, wakati mwingine hautauza kabisa. Siri ni kuendelea. Na ya tatu, usiweke siri zako zote kwenye bidhaa, weka kwenye mfumo. Bidhaa nzuri bila mfumo ni kama gari bila mafuta. Tengeneza mfumo wa mauzo, wa usambazaji, wa mawasiliano. Ndiyo maana Mo inafika kila kona ya Tanzania, si kwa bahati, bali kwa mpangilio. Ukianza na haya, hautakuwa tu mjasiriamali, utakuwa injini ya mabadiliko, kama Mo, unayegusa maisha ya watu kila siku.